Um, ni matumaini yangu mzima na afya kwelikweli. Mwanamichezo kweli, popote pale ulipo, njoo hapa tuzungumze michezo na burudani, sehemu pekee ambako tunapoweza kuziangazia taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Nikutoe shaka na nikupashe na nikwambie, sehemu sahihi ni Chapesa Media. Kama bado hauja subscribe, fanya hivyo, ya kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mimi niko hapa kwenye kijiwe cha Mwembe Yanga, nina madhumuni ni kukuhabarisha mambo mbalimbali mbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kumbuka ya kwamba ligi kuu Tanzania Bara rasmi kwa upande wa Simba Yanga pamoja na Azam zimekwenda kuanza weekend hii. Yanga Africans yalianza kwa ushindi wa mabao matatu kwa bila watani wake Simba Sports Club wakaona si kweli, wakaona ngoja turejee tena kwenye viunga hivi hivi vya Benjamin M. William Mkapa, na wao pia wakaweza kupata ushindi wa mabao matatu kwa bila. Jana nilikuletea mahojiano madogo na mzee wangu mzee Malinyi, akaniambia namna ambavyo ameona mchezo ndani ya dakika tisini. Leo ndani ya mwembe Yanga nimemfuata tena, tuweze kumuuliza dakika tisini alizionaje. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kaifa alaykum. Uzima upo, uzima upo? Ya, mimi naamini kwenye maisha yangu ya kwamba ijumaa siku zote lazima iheshimiwe na watu wote pasina shaka uongo, kwe? Kweli kabisa, nikihesabu na kuona wewe na muona yule wana wewe, nimeona kama kumi hivi, eh, wamevaa pembeni, madevu, e, madevu, madevu wa Yanga. Hebu eh, niambie siri ya kuvaa kanzu siku ya Ijumaa. Kama kweli wewe msikitini huwa unaenda, uh, siku zote ni siku za ibada, sawa? Siku zote ni siku za ibada, sawa? Au ah, wakati wote ni wakati wa ibada, sawa? Lakini leo Ijumaa ni siku takatifu. Leo Ijumaa kwa kwas Islam ni siku takatifu. Ingekuwa kama serikali yetu ya dini moja, mm, uh -huh. leo ingekuwa mapumziko leo uh mapumziko -huh. Lakini kwa sababu tunasema serikali yetu haina dini uh -huh. sawasawa, so, tunafanya kazi bana. Niondoke huko sasa, niamie hapa Simba Sports Club. Ah, uh -huh. Jana umeiona kaka, nimeiona. Nilikwambia jana, nilikwambia jana hawa watu wa kununua nunua na maushindi yao ya makando kando na kuzamini timu nane bosi wao, lakini ndani ya miaka miwili ubingwa wenyewe anachukua ule wa chupuchupu tu, ule wa chupuchupu. Huyo anayesema ana timu ina muunganiko timu bora ubingwa, na uchukua wa chupuchupu. Sawa, sawa. Na alikuwa anachukua ubingwa wa chupuchupu kwa sababu makosa madogo madogo yaliyokuwa yanafanyika na sisi wenyewe kutokana na usajili ulikuwa unafanyika sawa usajiri wa makandokando mshalewa mm. usajiri wa 10%. kwa hiyo ukawa unakosea vitu mm. lakini safari hii usajiri mweupe umefanywa na kocha liondoa kocha mkuu Davis mm. na mwenyewe tajiri Muhammad mo mwekezaji mm. usajiri mweupe imekuamku ni mweupe umenyoka uh -huh. usajiri ulionyoka uh -huh. timu inapishana kaka uh -huh. yaani katika siku ambazo uh -huh. katika siku nilizofly uh -huh. jana nimefly sana uh -huh ndani ya miaka minne nilikosa, kitu cha kwanza nilikosa mtu kusimama kwenye box, wa kuhangaika na watu kusimama kwenye box. Na ndio baba mabeki, hata wabovu mabeki, wabovu wa, wala halua, wala mabeki mabeki walikuwa kwa sababu mipira kwenye box wanacheza peke yao. Watu wana, wana beki mmoja mlaalua beki mmoja mlaalwa sawa, anajifanya si askari si huko kwa, kwa, huko. Sasa, sio, wa askari walimpa siku kivigezo gani? Si baba na mama sio na askari kwa kaika mtoto, unaona, wakampa kazi. Mimi sioni ilikuwa askari ana nguvu za kuwa askari kwenye beki. Beki mpya anapiga peke yake, hakuna mtu akusimama naye, hakuna mtu akusimama naye yule. Kama Medi Kagera angekuwa, yule Medi Kagera amekuja wakati, yule amekuja Simba afu beki ndio yule kaka, ingekuwa hatari, ingekuwa hatari tulikosa mtu wa namna hiyo uh -huh, lakini jana nimejaribu kumwangalia yule mtu yaani, anasimama zile sehemu sahii pale pale wani atoki chuma kweli kweli, ukigusa mabeki wanaumia wao, mara mtu ashika hapa kapiga yeye, beki anashika hapa mguu, chuma kinaondoka tu. Angalia goli alilofunga, amefunga na mabeki watatu wamemkaba pale, kapeleka msuli huku. Sawa, kijana msuli wake umepoa. Eekeae yani, ni juhudi binafsi jana yani, nimeiona timu ya kupishana sa na so. Sasa nasema kama siku ile ya Ngawisan bado watu wanatoka kule eh, moto haujaiva. eh a wenye muunganiko mpaka Alagija, Alagija goli kafunga yeye. Alagija na linesmen wake goli kafunga yeye, hawakuzingatia sheria. Huyo mwenye muunganiko kapewa, kapewa goli la, la, la kufungwa na marefarii. Sasa tunakwenda mwezi wa kumi na mbili, timu itakuwa tayari iko vizuri na ina muunganiko vizuri. Jana umetakaenda kuchafuka jana. Umemwona nani alikuwa akipishana? Wote walikuwa wanapishana, wote walikuwa wanapishana Alafu ukiangalia Lushain kama namba sita anasogea mpaka pale mbele afanya chelesha timu. Anachelesha timu. Alafu ana macho anatupa mpira hapa na Tazara. Mtu yuko hapa na Tazara anaona jicho anatupia kule kama namba sita. Yaani amenikumbusha katika mabeki wa, wa zamani. Katika mabeki wa zamani nilikwisha kuwaona hapa Tanzania wakati huo. Hmm. Eh? Akina Lila Shomali akina Twalibu Yali akina Mesudi Mogera saa so, sawa akina Pawasa, akina huyu Victor Costa nyumba amri Saidi vile vilevile, yani nasikia huku vile vile. upande wa Yanga walikuwa kama akina Somali Juma Chama sawa ha? mabeki visiki, utapita wapi? Huyu huyu mpaka dawa kichwani, ndio goli lake. Sikuwa kasukuma mtu na alifalia na acha Ujue kisha mwingiza kwenye dali ujue ile. Ile kisha mwingiza kwenye dali. Kisha mwingiza kwenye dali ile. Ile. Wengine hawajui kung'amua kodi mpaka dawa kichwani nani? Ah, huyo huyo mpaka dawa alifunga goli la offside kwani umjui? Mpaka tutajane majina. Huyo alifua alifunga goli la offside. Kafanya faulo, refa anajifanya kipofu, anafunga goli la offside, refa vipofu. Wa upande wenu au upande wao? Upande ule, upande ule. Huyo mpaka dawa huyo. Na goli lake la offside hapo anatamba. Sawa? Goli la offside.

Mbona nimeona lile tukio kule. Yeye kwani asiona na alikuwa hapa na kwenye gari hilo hapo. Eti anajifanya hakuona. Linesman, kuna kibendera anaweka chini matakoni namna hii. Eh? Yaani tuna marefa wajinga wajinga wajinga katika nchi hii yani namna ile Brazil atoki mtu pale eh? Argentina Brazil atoki mtu pale eh. Kina Boca Junior unatokaje namna ile? hakwenda hakwenda Ulaya kimakosa, e muwana, eh, ha, mtoto eh? na kwa nini si ukarudi? si karudi, sijui kwa nini karudi. sawa hapo kwa hmm. eh. nakuja eh. kwa nini karudi Ulaya, mtoto hakwenda eh. Ulaya kwa kukosea, lakini kwa sababu ya mapenzi yake Kajua kuna chama langu liko huko. Yeah. Nataka nikawasaidia Watanzania wenzangu. Mm. Ndio maana karudi. Mtoto anajua. Yeah. Mtoto kaka anajua. Si umeona alipoingia pala akamwambia, "Sawa, simama hapo hapo, mimi nakuja." Kante ana pala anasogeza atachukua na mtulie pale mtoto anamnyunyizia katika, anamnyunyizia kwenye box. Chuma kinafanya kazi yake pale namna hiyo. Chuma kinaminyana na watu namna hiyo. Mm. Sawa. Tulikuwa tunataka Ford wa kabila ile. Mm. Nyuma ilikuwa kwenye box la mpinzani mm. Hakuna mtu mipira mingi kizagaa mm. mm. Mpinzani yani, kuongeza namba nyingi kutushambulia mm. asikukwazi. Mm. Lakini sasa hivi anapanda nani? Chuma kile kile, beki watatu watapanda wale eh. Bado wanafanya mawasiliano na nin... nini nini CAF. Yeah. Uh, kwa na na, na inasemekana kwamba Simba imekata rufaa kwa adhabu ile. Kwa hiyo tunasubiria tunasubiria, mm, judgment kati ya leo na kesho, naamini, kafuwa. Judgment kati ya leo na kesho akisema, wamesema, ah, na wamemaliza ah, kata rufaa. Unajua shida, shida ya ile kitu sisi na Alimasri so, sawa. Sisi na Alimasri hicho kitu, kwa nini hicho kitu adhabu zote zinatoka pamoja, ili adhabu ya wale na wale Almasi ndio michezo iliyofuata? Mm. Sawa sawa. Michezo iliyofuata. Kwa nini adhabu hizo zitoke pamoja? Ikae we, ingine inakuja kutoka siku mbili hizi. Kwa hiyo kuna mtu hapa anajifanya rais wa Afrika, rais wa vilabu Afrika. Aache ushamba huo. Eh? Anapeleka peleka barua. Yaani aache ushamba huo. Aache kujifananisha. Huyo rais wa vilabu anajifanya rais wa vilabu. Eh. Sawa. Huyo rais wa makopo wa vilabu Afrika huyo. Eh. <laughs> Yaani ni mshamba mshamba mshamba. Hiyo yote ni yeye tu. Anaandika katika mabarua ili mradi tu kutaka ku, kutaka ku, kutuzoofisha mashabiki bora Afrika. Uh, aache ushamba huo. Aache ushamba huo. Si hai kuona mtu mshamba kama huyu yani. Eh? Afu unajiita wewe rais wa vilabu Afrika. Yeye tu hizi fitna kafanya yeye. Na ndio maana tumekata rufaa. Adhabu kwa nini itoke siku mbili hizi? Adhabu kwa nini itoke siku mbili hizi? Sawa. Kwa hiyo tusubiri maamuzi ya kafu watakachoamua, kama watasema tusiende kucheza bila mashabiki tunaweza si tulicheza bila mashabiki tuliweka TV pale hata mm, hiyo pale atakuwa usiku tutakuwa oh, eh, tuko pale wengine watakuwa pale nje kiwanjani huko nje, watu wanazunguka zunguka, uko ndani mpira unapigwa, atafungua mtu tu bwana. Nikushukuru sana mzee wangu, hauna neno lolote la kuzungumza? Ah, neno lolote ninalo la kuzungumza kwamba wana Simba tuisapoti timu yetu, tusapoti nembo yetu, tusapoti nembo yetu ni kwenda viwanjani kuwa makini na tusikubali kuonewa mwaka huu, liyo la laaragija lio la mwisho lie laaragija lio la mwisho. Na tunawaambia TFF na bodi ya ligi na chama cha marefarii wakae na marefarii wao wasitutafute muali au usitutafute muali, na kama mbwai itakuwa mbwai safarii sisi na marefarii. Shukrani sana.